uza kitambi na manyama uzembe pasipo kufanya mazoezi wala diet. hizi hapa ni Jasmine losing weight and flat tummy capsule. wanawake wengi waliokuwa na shepu zamani, saa hizi wamekuwa shapeless kwa kuvutwa shepu zao ndani na vitambi. Basi suluhisho limepatikana. Hizi dawa zilikuwa zimeisha na tumezisubiri kwa muda mrefu. Wateja wangu wote wa Jasmine, mnajua hilo, zimesha rudi tayari, ziko kwa mawakala wetu na kubwa kuliko. Tunauza jumla na rejareja kwenye reja maduka, karibuni. Hii dawa Kazi yake ni kuchoma mafuta yaliyozidi mwilini kwako, kwenye kitambi, kwenye mapaja, kwenye mikono una, yani zenyewe zinadili na mafuta tu yani, ndiyo maana tunasema unaondoa mafuta pasipo kuharibu shepu yako. Hizi dawa jamani ni nzuri, ni nzuri na nimeziuza sana. Cheki mimi mwenyewe mtumiaji, zimeshanisaidia mambo yetu. Ni kwa ushahidi, wateja wangu wanajua, huwa siongeiongei tu hii dawa haina masharti magumu. Masharti yake ni hayo, unaweza ukasikiliza, na kama hautoelewa chukua namba yangu ya simu, nipigie, tuma meseji wasapu, nitakuhudumia. Tunauza jumla na rejareja, kwa mawakala pia zipo. Haina haja ya kuacha kula wali wala ugali. Jasnieli, tupo.